Hatua ya kwanza ya kuthamini mapato yako ni kuamini kwenye mapato yako ya maembe yako. Hapana, hakusema hivyo. Hatua ya kwanza ya kuamini na kuthamini wengine ni niku... ah, sitaweza kukumbuka. Bwana habari, Ngedere. Unataka kunyanyua chuma kidogo? mm. Unatakiwa kuwa makini, Ngedere. Chuma kizito sana hicho yaani, Sijui hata nilikuwa na waza nini kujaribu kunyanyua uzito mkubwa kama huu kwa mikono yangu midogo. Siwezi kufanya chochote vizuri. Kila moja anakosea, ngedere, usijali. Ndio na sio, kila mmoja anaweza kuwa na nguvu nyingi kama Nuru. Natumia mikono yangu sana kuliko watu wengine, kwa sababu siwezi kutumia miguu yangu. Nafikiri nimejenga misuli yangu ya mikono zaidi. Wow. pia nakula vyakula vyenye afya na kuhakikisha napata protini ya kutosha. Oh, protini ndiyo unaipataje? Mm, nyama. Hapana, hiyo inatoka kwa wanyama. Hata sikujua yani, sina maana, sikujua protini inatoka kwa wanyama, siyo hivyo ngedere? Unaweza pata protini kwa mimea kama mbaazi, karanga na maharage. Maharage ya kila aina tofauti. Nilipokuwa naishi na wazazi wangu tulikuwa tunakula, na hatukuwahi kula nyama. Lakini siku hizi naishi na shangazi yangu na mjomba, wanakula nyama. Sitaki kuwasumbua, ninakula tu hivyo hivyo. Lakini haikufanya uwe na huzuni. Usijali Nina, tutajua cha kufanya. Nina, unaangalia nini? Picha za wazazi wangu, tulikuwa tunapika pamoja, nimewakumbuka sana. Sawa, so, nataka kufanya kitu kwa ajili yako Nina, nataka kulima maharage kwa ajili yako, lakini nikiwa mkweli, sina hakika yani sijui mbegu za maharage zinafananaje. Usijali Ngedere, nina mbegu tofauti za maharage nilizoweka kutoka kwenye nyumba yetu ya zamani zitakuwepo hapa jamani, pameloa mbegu zitakuwa zimeharibika. Wow. mbegu zinaota! Subiri, kama zinaota zenyewe inamaanisha maharage ndiyo mbegu yenyewe, inamaanisha tunaweza kuyapanda kuya Tukipanda mbegu hapa karibu na nyumba yangu naweza kuziangalia kwa urahisi, sio kama yale maembe na ndizi nilizokuwa naenda kufuata kule mbali. Zilikuwa wapi? kule mwisho wa msitu kwenye jua kali. Hapa kwenye kivuli itakuwa vizuri zaidi. Sawa, nafikiria hivi ndio inatakiwa kuwa, kuweka mbegu kwenye ardhi, si ndiyo? Haya, tupande kidogo kwa sasa, halafu tuone itakavyokuwa. Nimeshindwa tena. Hata sijui kwa nini, bado najaribu. Oh jamani, hayakui kabisa yani, si ndio? Hapana, koja tu niendelee kukusanya ndizi na maembe ambayo yanakuwa vizuri. Lakini hapa hayakui, umesema mwenyewe yanakuwa kwenye jua. Mm, ni bora tujaribu. Twende tukapande kwenye eneo lenye jua. Lakini hatutayaharibu tukiyafukua. Hii ni hatari sana. Mtu mmoja mwenye hekima alishawahi kuniambia kwamba kama usipothubutu kushindwa, hautapata nafasi ya kufanikiwa. Mm, sawa, tujaribu. Did you like this video and want to watch more? Yeah! Subscribe to get exclusive access to premium content and more. Only in the Ubongo Playroom